Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe mwana wa Mungu. Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Bright Nyahende, mchungaji wa kanisa la Pentekoste Orebu na la unalopatikana Majoe Matofali, ukifika Gongo la Mboto ukitoka upande yote Dar es Salaam, pale unapanda gari kuelekea mji unaitwa Viwege na unashuka kituo kinaitwa kitu Matofali. Ukishuka kwa Matofali utaona bango kubwa na uwanja upande ule ulioshikia ukifika katikati ya uwanja utaona kanisa au ukiuliza kwa Pastor Bright Nyahende, utakuwa umefika. Mungu wa mbinguni akubariki na neema yake ikufunike Leo ni siku ambayo Mungu ametupa neema. Majila haya ya mwisho wa mwaka tunatamani tuongee kidogo kwa habari ya Krismasi. Watu wengi kwenye majila ya mwisho wa mwaka wanapoongelea kwa habari ya Krismasi wanatamani kujua kwa nini Disemba? kwa nini tarehe fulani? kwa nini kitu fulani? Lakini mimi sikutaka kuangalia huko. Roho Mtakatifu amenipa neema niseme na wewe kwa habari ya chimbuko la Krismasi au kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mungu alipotumba wanadamu alikusudia tuishi bustani Edeni milele yote, na kwa sababu tulikuwa pale Edeni kama unavyokumbuka, baada ya Adamu na Hawa kufanya dhambi kushawishiwa na yule joka wakatenda dhambi na Mungu akachelea laana. Kwa Mungu akatafuta namna ya kuweza kuwasaidia wanadamu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo kinaelezea Mwanzo sura ya 3 mstari wa kumi na tano kinaelezea Mungu anasema, nami nitaweka uadui kati yako na yule mwanamke na kati yako na uzao, na kati ya uzao wako na uzao wake huo atakuponda kichwa nawe utamponda kisigino. Kwa hiyo unaona, Mungu aliweka tayari utengano au kutokuwa na uhusiano kati ya nyoka pamoja na mwanadamu. Lakini mstari wa kumi na saba unaona anaachilia laana katikati kati ya mwanadamu. Kwa hiyo kulikuwa kuna utengano au kuna kuondoka kwa uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Mungu alitupenda wanadamu, lakini Mungu ni mtakatifu hawezi kukaa na wenye dhambi. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu, akatamani kuendelea kukaa na baba yetu wa imani Adamu, kama Biblia inavyosema alikuwa akimtembelea kila jioni, akifanya naye maongezi na alitamani wawe pamoja. Baada ya dhambi, hakuna namna Mungu atakaa pamoja na Adamu. Kwa hiyo Mungu akatafuta suluhisho la kuweza kuweza kutembea pamoja na lakini wanadamu, lakini kadri Mungu alivyojitahidi wanadamu hawakuweza kutembea pamoja na Mungu. Ndio maana Mungu akafikiria kufanya maagano ya kutafuta namna ya kuwasaidia wanadamu, kwa sababu utakumbuka baada ya Adamu kufanya dhambi ya kwanza, Mwanzo sura ya tatu. Unaona Mwanzo sura ya nne, Kaini naye anamua Abel. Unaona Mwanzo sura ya tano inaongelea vizazi vya Adamu, lakini Mwanzo sura ya sita dhambi kubwa inaingia tena duniani ambapo Biblia inasema wana, wana wa Mungu wakatenda zinaa pamoja na wana wa wanadamu. Kwayo asila ya Mungu ikazidi kuwaka, na Mungu akatamani kutembelea wanadamu, lakini Mungu anasema wanadamu wanawaza uovu siku zote, nami nimegairi ya kwamba niliwaumba nitawafutilia mbali. Kwayo asila ya Mungu ikawaka na ndipo garika ikaingia. Lakini baada ya Mungu kuachilia garika, unaona agano la kwanza Mungu anafanya ili kumkomboa mwanadamu. Agano la kwanza Mungu alifanya kumkomboa mwanadamu ilikuwa katika kitabu, kitabu cha Mwanzo sura ya tisa, kitabu cha Mwanzo sura ya tisa mstari wa kumi na mbili. Biblia Takatifu inasema Mungu akasema, hii ndio ishara ya agano nilifanyalo kati yangu na ninyi na kile kiumbe hai kilicho pamoja na ninyi kwa vizazi vyote milele. Mvoto, kwa hata milele, mimi naweka upinde wa mvua utakuwa ishara ya gano kati yangu na nchi hata itakuwa, nikitanda mawingu juu ya nchi, upinde utaonekana mawinguni, nami nitalikumbuka gano langu nililoweka kati yangu na ninyi na kila kiumbe na wenye mwili, wala maji ya gharika hayatawaharibu tena. Kwa unaona, Mungu anatafuta kumwokoa mwanadamu anaamua kuweka agano. Kwa hiyo agano la kwanza aliloweka Mungu ili weze kutembea na wanadamu lilikuwa ni agano la gharika. Baada ya kuwaua wale wanadamu akaweka agano kwamba sitawaua tena. Anatamani waishi kwa amani, anatamani waishi furaha, hatamani kuwaangamiza. Lakini Mungu ni mtakatifu, Mungu ni mwenye haki, hawezi kutembea na wenye dhambi. Kwa hiyo baada ya kuweka lile agano bado dhambi iliendelea kwa sababu Mungu alijua uovu wa wanadamu. Ndio kitabu cha Mwanzo wa sura ya kumi na mbili Mungu anamuita Abrahamu, anamuita Abrahamu baada ya kuona agano alioliweka na wana wa Nuhu limeshindikana, kwa sababu mwanzo wa sura ya kumi na moja wana wa Nuhu ambao walitengeneza tena mnara wa Babeli. Mungu akasema siwezi kutembea na watu kwa sababu wanawaza uovu. Sura ya kumi na mbili, Mungu anamwita Abrahamu, lakini bado lile agano wana Abraham pia naye akaweza kulishika ndiyo maana utagundua Mwanzo sura ya kumi na saba Mungu anafanya agano la pili na Abrahamu. Agano la kwanza lilifanya na Nuhu, ambapo lilikuwa ni agano la kusitisha kuangamiza wanadamu kwa sababu ya dhambi, lakini agano la pili Mungu analifanya na Abrahamu. Kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na saba Biblia inasema Mungu akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu mwenyezi, nenda mbele zangu ukawe mwaminifu, mwaminifu ili niweze kutembea pamoja na wewe. Kwa hiyo katika utakatifu wa Mungu Japokuwa alimwita Abrahamu, lakini alishindwa kutembea naye, ikabidi e afanye naye agano. Ndio maana ukiangalia Mwanzo sura ya kumi na saba ule mstari wa kumi na sita Mungu anasema ili ndilo agano takalofanyi pamoja na ninyi, yaani agano la tohara. Kwa hiyo agano la tohara lilikuwa ni agano ambalo Mungu alifanya na mtumishi wake Abrahamu ili kuweza kuhakikisha kwamba watoala watendi dhambi ndio maana anawambia mtakatwa govi akiwa na maana ya kwamba kile asili ya dhambi, kwa sababu Mungu anamtokea Abrahamu hapa, anafanya naye agano wakati ambapo Abrahamu ametoka kuzimu na aji, ametoka kuingia kufanya kutenda ndoa na aji, kwa Mungu anawambia afanye toala ili atengeneze agano jipya. Lakini agano lile bado alikuleta matokeo chanya. Basi Mungu akafanya tena agano jingine na Musa, utaangalia kitabu cha kutoka pale ile kitabu cha kutoka kitabu cha Kutoka thelathini na moja. Mungu anafanya agano na Musa, agano la amri kumi za Mungu. Akampa mbao, akamwambia, nitafanya agano hili na wewe, lakini wana wa Israeli wakalivunja lile agano tena. Lakini kama itoshi tena, pia Mungu akafanya agano na wanadamu katika Yeremia thelathini na moja, thelathini na moja, Mungu akamwambia nami nitafanya na ninyi sasa agano jipya ambalo agano hili nitaliandika ndani ya mioyo yenu. Kwa Mungu baada ya kuona agano la kwanza na Nuhu limeshindikana, agano la pili na Abrahamu limeshindikana, agano la tatu na na Musa limeshindikana, agano la nne, sasa nasema sitafanya tena agano na ninyi wanadamu, bali nitafanya agano ndani ya mioyo yenu ili mwishike sheria yangu na kuifuata, na nipo hapo sasa ambapo agano lile lilikuja kufanywa na Yesu, ambaye Yesu katika Mathayo ishirini na sita ishirini na saba Biblia Takatifu inasema Yesu akakitoa kikombe akamshukuru Mungu akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo Biblia Takatifu inatuonyesha kwamba Yesu alikuja duniani au alizaliwa ili kukamilisha agano. Kumbuka hatujaanza kuongelea Krismasi ni nini? Kumbuka tujaanza kuongelea kwa nini Krismasi, lakini nakuonyesha tu kwamba kabla ya Yesu kuzaliwa kuna maagano yalipita hapo. Tumeona kuna maagano kama manne yalipita hapo, ndipo Yesu Kristu akaja kuzaliwa. Kwa hiyo siku ya leo nilitamani utambue kwamba maagano hayo yalikuwepo ya mwilini, yakashindikana, ndio maana Mungu akaamua Yesu azaliwe kwa hiyo Yesu alizaliwa ili kukamilisha lile agano ambalo Mungu alilikusudia. Na ndiyo maana kipindi kijacho jitahidi sana usikose, kwa sababu sasa tutaanza kuangalia unabii uliotolewa kabla ya Yesu kuzaliwa. Kumbuka kuna agano alilifanya Mungu na baada ya Mungu kufanya agano, kuna manabii walitumwa kuja kuleta ujumbe. Na baada ya manabii kutumwa kuleta ujumbe, ndipo Yesu Kristo akaja akazaliwa. Sasa, baada ya kujifunza agano, tutawaangalia manabii waliotumwa kuleta ujumbe. Baada ya kuangalia manabii walioleta ujumbe, ndipo tutaangalia Yesu alipozaliwa. Ninaamini kuna kitu kipya umekipata kwa habari ya agano siku ya leo. Mungu wa mbinguni akubariki sana na neema ya Kristo ikufunike sasa na hata milele amen.